Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu wa elimu ya tiba ya mitishamba, tumerejea tena na somo letu nzuri kabisa haya, ambayo masomo ya elimu ya mitishamba, na leo nimekuleta ni somo zuri sana la faida kutokana na mitishamba, kutokana na huu mti wa mfunguo. Mti huu wa mfunguo watu wengi tunafahamu sana katika kufungua au mfunguo tu basi. Lakini unafungua fungua vipi? Na je, huu mfunguo unafungua vitu vya aina gani? Sawe, huu mfunguo ni dawa nzuri sana, dawa ambayo inatibu maradhi mengi sana. Miongoni mwa maradhi ambayo yanatibika kupitia mti huu wa mfunguo, kuna yale maradhi ambayo kutokana na maradhi ya kisheitani au maradhi ya kichawi. Lakini sitoshe, kuna maradhi mengine ambayo yanatokana na kimaumbile. Insha Allah ukitumia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu unapona, ni kitu ambacho mujarab kimefanyika, na tunaweka nacho kinafanya kazi. Sasa huu mfunguo kitu ambacho tunatumia kujifungua, kuna vifungo vya aina nyingi sana, lakini katika vifungo hivi vya aina nyingi, sio kila dawa ambayo ni mfunguo inaweza katibu maradhi hayo au vifungo tofauti tofauti kuna baadhi ya nyakati nyingine mfunguo inahitaji ichanganywe na dawa zingine, ndipo utumie katika hali ambayo ya kujifungua baadhi ya maradhi ambayo ni makubwa zaidi. Na asante, tumeelewana hapo eh. Lakini cha kufanya ni kitu kimoja tu. Unapotaka kutumia hii mfunguo kama mfunguo, basi naenda katika duka la dawa za siri, mwambie nipatie mfunguo. Atakapokuwa ameshakupa mfunguo na kuwa ni waunga, then baada ya hapo unaweza kutumia katika mtindo au katika mfumo wa kunywa, lakini pia anaweza kutumia katika mfumo wa kuogea, lakini pia anaweza kutumia katika mfumo wa kuchoma. Kwa wale ambao wana maradhi ndani ya mwili wao, basi wanatakiwa sana watumie kuinywa hii mfungo kwa sababu si sumu. Kwa wale ambao wenye maradhi ya kimaumbile katika mfumo ambao wa kichawi, basi atumie katika mtindo wa kuogea, au katika mfumo ambao wa kuichoma akawajifukiza au anachoma kwenye biashara, inakuwa ni vizuri zaidi, na nadhani tumeelewana. Hii ni faida ya mfunguo, na huu mfunguo mara nyingi katika matumizi yake, unapotumia basi tumia sana kuitumia nyakati za asubuhi, muda ule ambao jua linachomoza, ule mwanzo wa siku unaanza, basi tumia kuichoma, tumia kuogea, mida hiyo ni mida mizuri zaidi, lakini kwenye kunywa inatakiwa uinywe muda ambao jua charisha chomoza unakua ni muda mzuri zaidi kuinywa. Hii mfunguo kwenye uji ni vizuri zaidi, lakini zingatia, ukitia kwenye uji usitie chumvi, usitie ndimu, usitie sukari. Tumia hivyo, insha allah utakuja utakaa sawa kabisa biidhnillahi taala. Ni kuombe tu kabar subscribe, usahau kusubscribe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.